kwenye kwenye kibao pale pale ni babu kubwa, mtoto kama wewe. ya ile ambayo haina hata maji maji maji ya moto, una kila kitu iko kwa jasho hapa. Usije ukaweka e zile sehemu za matendele. Unajua ile kuweka kwenye tendele. Sasa usiongee basi sana. Eh. Sasa. Mm. Eh. Sina kumekuja kuuliza tena. Sawa. Eh, jiandae. Eh. Ah, mimi kwani na sina jiandaa. Mimi nimeanza jiseti. Acha wewe. Mama na mimi okay, nimesha mjinga. Mimi najipangaga mapema. Ah, hiyo ndo safi. Eh. Yaani sehemu kama hizi ya HD hata ukimleta mtu ukamwambia atakutumia na hapo kwenye Mpesa mtu anakuwa hana shida. Nani? Eh? Unafanya kazi buchani eh? Nani? Wewe. We. Buchani kivipi? Yaani unakataa kazi za nyama kwa sababu nyingine. Kukata nyama kivipi bana. A hotelini eh? Hamna mtu, unatakiwa ujipange. Unajua HD, maisha imebadilika. Sasa hivi uh -huh. Unaambiwa umwogope binadamu. Mnyama sio mbaya. Bora ukutane na mnyama, hata simba ukutane naye. Unajua ni simba. Binadamu ni mbaya. Kwa hiyo mimi najiwekea na najiprotect. Na, Najiwekee hey. Uzio. Ya yeah, oke, okay, hiyo um, safi na simu. Eh, hizi ni masimu zangu kwenye diary hey. Na andika kama kuna tukio imetokea hey. Na andika. Kwa mfano mtu akinizingua hey. Na muandika kabisa kwamba nilikutana naye labda sehemu fulani jina nani, nani, nani na nani. Na hizi ni vifaa zangu. Hiki tu unajua. Hii mtu akinikosea kidogo. Eh, moja moja.

Nilikuwa nasema hao watu kwani wao wanakupaga shilingi ngapi? Mimi hela chini sana, chini sana mtu amenilipa ni milioni mbili. Milioni mbili. Milioni mbili. Milioni mbili. Tunakuja kunipa laki tano, laki tisa. Hela ya breakfast unaniletea. Wewe umekuja hapa unafanya mchezo mchezo. Sasa hizo ni elfu kumi kumi ngapi? Ni ngapi? Si mingi. Eh, mingi. Mingi sana. Asha <coughs> <coughs> kwa mfano mtu anajua labda kama mimi. Tena <coughs> <coughs> namjua nambandika milioni 3. Sina mjua. Kama wewe sasa hapo utafanya milioni 3 na nusu. Sikia basi, sikia. Ba, Loskia. Mimi hapo leo kasema la natetemeka, lakini mimi na homa. Una homa? Ele, hapa umetokea baada ya kufika mimi naye. Unapiga simu, nyumbani kuna matatizo, sasa cha kufanya.

Ehhe, haya sasa, kama nikusali sali, we huwezi kunichezea, unakuja kupoteza muda wangu mpaka hapa, halafu bado unaniambia una elfu kumi na moja. HD, mi nakumalizia, unaongeza hela, uongeze gh d b sd, unaongeza shilingi ngapi? Siema tumalizane, eti mimi na kazi nyingi, halafu unakuja na sib be ili ume kufa niteko, karibu kufa kume, siokitu ya gali sana